Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imepanga kutoa uamuzi wa hoja za mawakili wa jamhuri na mawakili wa utetezi katika kesi ya uchochezi inayomkabili mkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu Mei 6, 2025. Uamuzi huo unatarajiwa kutolewa na hakimu mkazi mwandamizi Godfrey Mhini baada ya kusikiliza hoja za kisheria baina ya upande wa jamhuri na utetezi ambao uliwasilisha mapingamizi mahakamani hapo tangu Aprili 24, 2025 kuhusu mwenendo wa shauri hilo. Kesi hiyo imesikilizwa leo kwa njia ya mtandao ambapo upande wa jamhuri ulijibu hoja za mawakili wa utetezi mbele ya hakimu Mhini, ambapo Lisu amegoma kushiriki tena kesi hiyo akiwa na msimamo wake wa kutaka afikishwe mahakamani na si kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Awali, upande wa jamhuri uliomba mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kutupilia mbali mapingamizi ya mawakili wa utetezi katika kesi ya uchochezi inayomkabili mkabili mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu. Na miongoni mwa hoja za mapingamizi ya jopo la mawakili wa utetezi takriban thelathini na moja wakiongozwa na Mpale Mpoki ni kwamba wanaiomba mahakama hiyo itoe amri ya kuhojiwa kwa afisa magereza wa mkoa na mkuu wa gereza la Ukonga kwamba kwa nini Lisu hajafikishwa mahakamani? Baada ya kusikilizwa kwa hoja hizo, kesi hiyo imeahirishwa hadi Mei 6, 2025.